Kamati ya, ya upelelezi wa makosa ya jinai na kivita ya Russia imesema kuwa jeshi la Ukraine limetekeleza mauaji ya raia tisa wa Russia katika kijiji cha Makhnovka kilichopo mkoa wa Kursk nchini Russia. Wapelelezi hao wanasema kuwa sita kati ya waathiriwa wa tukio hilo walikuwa na majeraha ya risasi, akiwemo mwanamke mzee aliyeuawa kwa kupigwa risasi kichwani. Mamlaka za Russia zimechapisha video inayoonyesha wapelelezi wakikagua eneo la tukio, pamoja na picha zilizofichwa sehemu za nyeti ya miili ya waathiriwa hao. Jeshi la Ukraine lilianzisha uvamizi katika eneo lililotambulika kimataifa kama eneo la Russia mwezi Agosti mwaka jana, eneo ambalo kwa kiasi kikubwa limekombolewa na majeshi ya Russia. Katika taarifa yake, msemaji wa kamati hiyo, Svetlana Petrenko alisema kuwa wapelelezi wanaochunguza mashambulizi ya kigaidi ya Ukraine katika mkoa Kursk waligundua miili ya raia tisa yenye majeraha yanayoashiria kuuawa kikatili wakati wakikagua maeneo ya makazi binafsi katika kijiji hicho cha Makhnovka nchini humo. Kwa mujibu wa msemaji huyo, sio zaidi ya Machi 2025, wanajeshi wa Ukraine walishambulia kwa makusudi eneo hilo la makazi na kuwaua raia hao. Aina ya uharibifu kwenye majengo inaonyesha kuwa yalilengwa na mashambulizi ya mizinga, Petrenko aliongeza, na nukuu, miili sita ilikuwa na majeraha ya risasi, mmoja wa waathiriwa alikuwa mwanamke mzee aliyekuwa na risasi kichwani, alisema Petrenko mwisho wa kunukuu. Msemaji huyo amesema uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea, na kuongeza kuwa wote waliohusika na vifo hivyo watawajibishwa. Mwezi uliopita, kamati ya uchunguzi iliripoti visa vya uporaji, kuchoma moto na mauaji ya raia kwa mtindo wa kutekeleza hukumu na jeshi la Ukraine katika mji wa Sudzha, mkoa wa Kursk nchini humo eneo kwa mujibu wa maofisa wa Russia, mashuhuda walieleza kuwa maelekezo maalum yalitolewa na wanajeshi hao wa Ukraine kuwa wanatakiwa kuua raia. Mamlaka za Russia zilitaja matukio ya mashambulizi ya makusudi ya makazi ya raia huko Sudzha, huko vikosi vya Ukraine vikiripotiwa kupora na kuchoma nyumba za raia. Wakati Russia ikiibua wa tuhuma hizo, Ukraine nayo imesema kuwa imeanzisha uchunguzi wa uhalifu wa kivita kufuatia madai ya kuuawa kwa wanajeshi wake wanne waliokamatwa na vikosi vya Russia. Kwa mujibu wa kamishina wa haki za binadamu wa bunge la Ukraine Dimitro Rubinets, wanajeshi hao hawa wanne hawakuwa na silaha walipotoka kwenye jengo lililoharibiwa wakiwa wameinua mikono yao juu kuonyesha kusalimu amli. Nanuku, walipigwa risasi na kuuawa papo hapo. Hii ni uvunjaji wa wazi wa mkataba wa Geneva na ni uharibifu mkubwa wa kivita, alichapisha Rubinets kwenye mtandao huo wa Telegram. Mauaji hayo yanadaiwa kutokea Machi 13 katika kijiji cha Piatiakaski kusini mwa Ukraine kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press ambalo lilihakiki video hiyo ya drone iliyowarekodi wanajeshi hao Video ya droni ya Ukraine iliyochukuliwa na brigade ya 128 ya kushambulia milimani ambayo ilipatikana kutoka kwa maofisa wa kijeshi wa Ulaya kwa masharti ya kutotajwa majina inaonyesha wanajeshi waliovaa sare zenye alama ya Russia wakielekeza silaha zao na kuwapiga risasi kila mmoja wa Ukraine hao hao wanne mgongoni. Katika video ya droni ya Russia ambayo Associated Press ilipata kutoka kwa mitandao ya kijamii inayoungwa mkono na Kremlin, pia hukatizwa ghafla wakiwa bado hai wakiwa wamelala chini. Video hiyo ilirekodiwa muda mfupi kabla ya wanajeshi wa Russia kupandisha bendera yao katika kijiji cha Pitia Kati, eneo la Zaporisia, wakati Russia ilipokuwa ikijaribu kuteka maeneo zaidi kabla ya mazungumzo ya amani kufanyika tukio hilo pia lilitokea wakati ambapo maofisa wa Ulaya waliambia Associated Press kuwa wawakilishi kutoka Marekani walitua Moscow kwa ajili ya mazungumzo na Rais wa Russia Vladimir Putin. Lubinets aliandika kwenye Telegram kuwa atawasilisha kesi ya mauaji hayo ya wanajeshi wake kwenye Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Umoja wa Mataifa ili ilichunguzwe na nukuu, Mashirika haya lazima yarekodi uharibifu huu. Nasisitiza kwamba mauaji haya si ya tukio pekee, bali ni sera ya kimfumo ya shirikisho la Russia ambayo inahimizwa katika ngazi ya juu kabisa. Hivyo basi, ni lazima si tu kurekodi matukio kama haya, bali kuyachunguza kwa kina na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Rubinets alisema kupitia taarifa hiyo. Pia alitoa wito kwa Waukraini wote waliowahi kushuhudia ukiukwaji wowote wa na wa haki za binadamu unaofanywa na vikosi vya Russia kuwasilisha taarifa hizo kwa maofisa wa jeshi la polisi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Jina langu ni Mgongo Kaitira.